Kwenda kwenye seke seke la Haji na Zaiylissa. Jamani hey, leo na mambo mengi. Na mjua yule niliyohadithia jinsi ugomvi wa Fatuma Jux na na Miss Liz? Yule Miss Liz shoga yake na Fatuma Jux. Hei, go vizito. Si niwaambia go vizito. Sasa nimefika atamu. Kwanza niwaekee clear. Yule Miss Liz na Jux ni mtu la kaka yake. Hawajawahi kuwaga wapenzi. Kumbe alikuwaga Uh, ana, Juksi anatembea na rafiki yake na Mislizi, sio Mislizi, yaani Mislizi anamchukulia Juksi kama rafiki, kama kaka. Sema tu ugomvi wa Fatuma Juksi na Mislizi, uh, Fatuma alikuwa uh, anakasirika kwa sababu wale wageni wa Nigeria, wale walivyotoka Nigeria walivyokuja Tanzania walikuwa wanampenda sana Miss Liz vile alivyo mzuri beautiful mrembo, si unajua Nigeria anapenda vitu vizuri. Kwa hiyo uh, Fatuma Roy ilikuwa inamuuma sana, ndio chanzo cha ugomvi wao, ulianzia hapo, na ligazeti nilishawapostia, maana wengi mmeniuliza oh, sababu mbona tukuielewa. Ugomvi wao ugomvi wao ni wivu tu, wale wa Nigeria wote walikuwa wanampenda Miss Liz by the way, vile anawapa hela eh, anaonyesha treatment nzuri, anawajali, anafanya nini. Kwa hiyo ugomvi wao ulikuwa hivyo kwenye habari ya leo. Kwa hiyo swala la misilizi na, na Fatuma Juksi limeishia hapa, sababu ni hiyo nimewaekea. Twende kwa, kwa Manara na huyo, nasikia dege, dege. Mama, mambo ni mabigi, mambo ni mazito, mambo ni mabigi, mambo ni mazito, kwisha wameachana. Alhamdulillah wameachana ah. Mambo ni mazito jamani, ah, pole Zai Zai, pole pole pole pole pia pole, pole, pole, pole Zai eh. Mbona inuksi baraha tafulani alichokiandika Zai mondani cha ukweli chote cha ukweli chote kweli, kaka, stori iko hivi. Huyo binti mnayemuona hapa anaizungumziwa, alichokizungumza zai ni cha ukweli chote, sio kiki. Maana nilikuwa ninakaa kimya, najua anataka kuizima kiki ya Simba. Sio kiki, ni kweli. Nimepigiwa simu, nilikuwa nimelala sasa hivi, jamani huyo aliyekuwa hapo aliandikwa hapo ni mdogo wake na Zai, yaani huyo binti ana miaka 17 anamwita Zai shangazi. Mama yake anaishi London, kama sio London si USA, anaishi nje ya nchi kweli. Hmm, nakumbuka Mai alisemaga kwamba Zai aliondokaga wiki moja kwenye harusi ya Hamisa, aliondoka ni kweli. Zai aliondoka, Zai kavumilia mengi. Zai mama mama, nyanyaso mengi naambiwa. Eh? Haje mtu apinge hii kesi jamani, hii kesi iko clear kabisa, ipo ukweli mm -hmm. E, e, e, e, e, e. Huyu binti anamwita zai shangazi, anamwita Zaiylissa shangazi, umeonelewa vizuri. Kwa hiyo huyu binti ni kweli alikuwa anatembea na mjomba wake <laughs> katembea na mjomba, unaambiwa ndani mtoto kaanza jeuli kaanza kupiga vikumbo Zailisa, kaanza kumjeulia Zailisa. Zailisa kavumilia mengi, leo Zailisa, mia, watu wanajiuliza mbona juzi walikuwa wote? kumbe juzi alikuwa ajui Zai, Zai kaja kujua leo asubuhi, mtiti umeanza leo asubuhi. Zai mambo amemfika hapa, ndo kalimwaga shuzi. Jamani, ndo hakuna wameachana kweli. na Zai, na wewe uwache tabia kuchukua ndugu zako wote kuwapeleka kwa mumeo huyo ni mumeo, mwanaume pia na hisia, ndugu yangu <laughs> weza ilisawe jamani. Haya, habari ndio hiyo, hakuna kingine kichoendelea, manyanyaso sijui nini sijui nini. Hakuna kesi ilitoka, ilifika kwa mkubwa mmoja, mmeelewa uzuri. Kesi imeenda kwa mkubwa mmoja. Huyo mtoto mwenyewe alimpigia simu mkubwa, akaenda kumhadithia mkubwa. Alimwita, alimwita Kaka Haji akamwambia bwana, kuna moja mbili tatu nne tano sita saba, kuna hivi na hivi, acha hii ishu. Ishamfikia mkeo, hukuitwa kaka? Uliitwa ukapewa onyo, lakini kesi ilikuwa ishe kifamilia, umeona. Lakini Zai imemfika hapa. Zai ndo kajua leo asubuhi kwamba kweli umetembea na sijui ndo niseme mjomba, sijui ndo mwanaye, mwanaye, sababu Zai ni shangazi mwanaye ulikuwa unatua dereva namchukua, mara Slipway mara Sea Cliff mara wapi wapi, mnaonana juu kwa juu. Jamani, kwisha, hakuna kingine, ni hivyo, kwisha. Nilijua ni kiki, hakuna kiki, jambo lipo hadharani, nimemaliza. Sasa story iko ah. Hivi bwana huyo Zaiylissa ana aunt yake Antake na mtoto. Uyo mtoto mwenyewe sasa. Mtoto kaenda kuishi na Zaiylissa na Manara mwaka jana Disemba. Unaona? Mwaka jana Disemba. Hebu ngoja nisimame. Mwaka jana Disemba ndio mtoto kaenda kuishi na Zaiylissa na Manara. Mtoto ameanza kuishi nao she was still 16. Uyo mtoto kaingiza 17 just last week, just two weeks ago. Ndio kaingiza 17, she was 16 na kwenda kuishi nao. Ndio kwenda kuishi nao. Ndio mambo yakaanza kutokea kati ya Manara na mtoto. Unaona? Manara amrubuni mtoto, amrubuni mtoto hapa na hapa. Unaona? Ah uh, of course mtoto akaanza kubadilika ndani ile kwa sababu si unajua tena. Ehe. But but hajamlala yule mtoto. Hajamlala. Yaani alikuwa tu yule anamrubuni, kumshikashika, manyonyo, lakini hajamlala. Yaani ile ku have naye complete sex hajafanya. Alikuwa anamshikashika na nini nini mtoto. Unaona? Ndo mtoto baadaye, mtoto ndo kuja kusema kwa ndugu wengine baada ya ugomvi, ugomvi ulivyoanza na na Zaiylissa, ndo mtoto baadaye kuja kuja kusema. Sasa mtoto mwenyewe ni mtoto gani? kwenye ile nani ya Qur'an alofanya Haji, ile ile nani ya Qur'an, uh, right before Eid, haijaanza kwa, kuna watoto wa kwa, kuna mtoto wa Faiza na yule mtoto mwingine yule walikuwa watoto wawili wasema Kurani ni yule mtoto mwingine yule, eh, yule mtoto mwingine ndo mtoto mwenyewe aliyeleta kafeshe lote hili. Yupo kwenye pejamara TV, mkiingia kwenye pejamara TV zile nani za Idi zile wazokuwa wanasoma pale, mtoto ndo huyo ndo ndo, ndo, mtoto mwenyewe. Sasa um, heh, sasa hiyo nyuma two weeks ago. About two, three weeks ago. Zaiylissa kapigana ngumi na house girl wao, unaambiwa. Mpaka chini. Wanapigana pigana Zaiylissa mfuza house girl. House girl anataka kuondoka anapigana Zaiylissa mpaka chini nakwambia, anaambia anaambia Zaiylissa, na nitarudishwa. Na baba atanirudisha. Kumbe, tayari Haji anakula yule house girl. Sasa, apparently, ile story mimi nilioandika juzi, apparently yani, mi siwezi kusema ile story kweli ilikuwa ni hivyo, lakini apparently, upande wa Zaiylissa, Zaiylissa yeye anavyoona, na Zaiylissa yeye kwa upande wake yeye na familia yake Zaiylissa, wanavyosema ni kwamba ile habari mimi nililetoa juzi ya Zaiylissa ya kumtesa mtoto hivi na hivi, wanasema ni kwamba Haji alifind out kwamba Zaiylissa anatafuta nyumba kupitia kwa madalali anafuta nyumba naohama. Yaani ndo kinazaelisa unaposema. Baada yule alipo find out kwamba yule sasa anaondoka naohama, akajua mambo yatakuwa mengi ndo akaniletea mimi ile story. Niruke nayo. Unaona? Kwa sababu alikuja na ile story ya kuanja tuna story hivi hivi, alikuja na vipicha picha ili kwao mimi ni kaamini ni mtu kabisa. Mm. Vipicha picha lakini naomba usiposti, kwa mi kuna watu wengi wakija kwagua wananipa story ili niwaamini, ananionyesha evidence, lakini usipost sababu ukipost tu itajulikana ni mimi kwao, na mimi I have to respect that. Kwa hiyo yule alikuja na ile story, of course mimi niliamini because alikuja na vielelezo vya kuonyesha yeye ni mtu wa mule ndani, picha nini, wale wa mimi, yani picha ambazo sio public hivyo. Kwa hiyo it was a believable story, lakini kinazidisa wanasema yule alileta ile story baada ya ku find out kwamba Zai anahama kupitia madalali na pia Zei anasema huyu jamaa ameweka mpaka GPS kwenye ile gari ambayo kamunulia, yani anamtrack every every place anaenda. Upande wa pili sasa, kwa sababu story zinakuwa huku na huku, upande wa pili wa Haji unasema kwamba Zaiylissa alikuwa kwamba ni mgumu wa kufanya mapenzi na Haji yani kulala naye, yani kama anamuonea kinya vile, yani wanaweza wakakaa mwenzi No, sisemi ndo ilivyokuwa, lakini sasa upande wa Haji wanasema ndo ilivyokuwa kwamba mwanamke alikuwa kutoa unyumba tu an eh, eh, mpaka kushikana mashati unaona. Kwa hiyo ile katika katika kubanwa, ndo akawa nalala na wadada wa kazi, katika kubanwa kwamba mke ampi anamwonea ki, yani hivyo. Sasa yani wale wameishi maisha ya kashikashi In short wameishi maisha ya kash, kashikashi sana. Yaani wameishi maisha ya kupretend ili tu waweze kukaa pale na lakini Zaiylissa talaka ameanza kuidai siku nyingi sana. Lakini Manara alikuwa anajaribu yani kuficha ile aibu wasiachane wasinini, lakini ilikuwa ni kitu yani hivyo yani. So, sasa hivi yule mtoto sasa hivi amesha ameondoka pale, ameondoka pale, uh, ameondoka pale sasa hivi kwa kina Haji na mwezie ameondoka kama baada ya Idi, ndio mtoto ameondoka. Sasa hivi anakaa kwa ndugu mwingine, hata Zaiylissa yuko na mtoto sasa hivi, mtoto yuko kwa ndugu mwingine, ndio anakaa na mtoto. ili nimeiliza sana jamani, ninavyowaambia mpaka sasa hivi, ndugu yangu Zaiylissa ana talaka hizi muda huu hapa, talaka tatu kapewa, yani tatu, kwamba tuonani duniani mpaka kesho kwa akhera, kwa Mungu hatujuani, sio mke wangu wa, wa duniani wa kivuli wala wa mchangani. Haji Manara katoa talaka tatu kwa Zaiylissa, shughuli imeisha, imeisha. Zai sasa hivi anapanga vyombo vyake, anaondoka na ndugu zake uposiwatuaan <tosheartshirt> <tosheart> <tosheart>